Asalamu alaikum. Uh, sisi wachezaji, maandalizi yameenda vizuri kabisa. Naweza kusema maandalizi yameenda kwa asilimia tisini na tisa, asilimia moja ili tuweze asilimia mia moja kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaivusha Simba kuelekea katika hatua ya nusu fainali. In preparation na sisi kama wachezaji tunatambua jukumu ambalo lipo mbele yetu, na natia kwamba hakuna, ukiangalia uh, mashabiki wanachama na kila mtu na kila Mtanzania ambaye anapenda mpira ma, matarajio yao ni kwamba kesho tunafanya vizuri lakini matarajio hayo yanabibwa na na sisi wachezaji. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba na niwaombe wapenzi na, na kila mtu ambaye anapenda mpira ajitokeze kwa wingi kesho kuhakikisha kwamba kile ambacho kitarajia sisi kama wachezaji tumejiandaa nacho vizuri na tutaenda kufanya vizuri kuhakikisha kwamba ile imani ambayo wao wanayo kwamba hii tunavuka, na tunavuka kweli. Yeah, swali zuri kwa sababu ukiangalia mchezo tayari shafika kwa maana kwamba tuna siku moja tu ambayo ni kesho, kwa hiyo kama nzuri na kila mchezaji mechi aina hii na kisha kwamba anapambania timu. Last question Neno la kwanza ambayo nimewaambia ni kwamba hii hatua ambayo tupo ni hatua ambayo kila mtu kashaifanya, yaani tusijivunie hii hatua ambayo tupo nayo sasa hivi. Kwa hiyo jukumu lao kubwa ambalo limewafanya leo hii wapo Simba ni kuhakikisha kwamba tunatoka katika hatua hii na tunaenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo ni kuhakikishia kwamba wachezaji uh, wangu ni waelewa na tupo tayari kwa ajili ya mpambano na, na kuhakikishia kwamba kesho tunavuka.